We mwanamke, huku wafanya nini? Mungu wangu leo kimeuma. Mungu wangu leo kimeumana. We mwanaume, si unaambia unaenda Dubai? Haya, hiyo Dubai imehamia huku Kokobichi? <coughs> Kila nikitoka kuelekea safari na weye watoka, mbona hukunambia kama una ratiba ya kujabiti? Babue babu, we unataka kila safari ninayotoka nikuwage? Kwani mimi naenda vitani kwamba sitarudi? Bebi jamani, nimechelewa kufika eh. Na huyu ni nani? Usijali baby. Usijali baby. Huyu ni muuza supu wa mtaani kwetu. Unanipandisha mashetani yangu kichwani. Wewe, yaani mwanaume kumbe unaa unaenda Dubai. Huyu ni nani tena? Baby, hata usijali, huyu ni mlinzi kwenye kiwanda cha babangu cha tumbaku So toka huku nyumbani kwangu paoni kama kituo cha polisi. Brother, huyu ni mke wangu nimekuachia <coughs> nawe na dada mwenye upala kama mwalimu wa kungfu. Huyu mwanaume ni wangu nimekuachia leo. <coughs> no, no, no, no. <coughs> We dada usinione nimenyamaza. We una uzuri gani? Hiyo milasta kichwani ndo inakubeba kama mwimba lege We baba acha kunitolea macho. Nawe huku ndo South Africa? Unaenda South Africa, kumbe unakuja kukutana na yule mbonga ulimbo. <coughs> We dada, mimi sio mbonga ulimbo, ukome na upana wako kama miungu ya Kichina. Baby kwani huyu brother wamfahamu? Namfahamu wapi? Ananishobokea tu huyo brother. huyo ni mke wangu wa ndoa kabisa. Yani hata mie, huyu mwahija ni mke wangu wa ndoa Eti mke wangu wa ndoa? Ani sezi sikutake, hata kukuangalia, sitake hata kuona. Yani ushanialibia siku. Wewe blaza, hiyo pasu kwa pasu mimi sijaielewa. Kila mtu anachukua mke wake anaondoka, amadoka ama. We mandevu, tulia, kila mtu atapata haki yake hapa ng unaniangalia nini? hata mimi kama kuondoka hapa, mimi naondoka na Mpemba, siwezi kuondoka na wewe mwenye mindevu kama Yuda. Brother, ile nusunusu nilikuwa nakwambia, ndio hiyo mimi nitaondoka na mke wako na wewe tuondoka na mwahija huyu kiloka njia. Lakini <mukia> Nawe brother gani, acha ondoke naye, yule mwenye upala kaa kichwa cha nyoka, atakusaidia nini? Kichwa cha nyoka. Yaani katika mambo ambayo hajakosea Mpemba kunichagua mimi, ama kachagua chombo. Mimi mtoto bado sijatumika. Wapi wewe, bibi sura imejikunja kaa kwa pala sokwe. Sawa sawa. Au brother, kila mtu ondoke na mke wake mimi maamuzi yangu yale yale, siondoki na wewe, nimekuambia siondoki wewe. Ondoka na yule yule mchepuko wako, mwanamke mfupi, hata akijificha kwenye majani ya maboga haonekani. Bratha ujue, na kuonea huluma kumcharuko, utaweza kweli? <laughs> Oh, no no no no. <laughs> Amna neno bratha, mi ntamweza We kipara, njo chukua we mchepuku wako muondoke, mnantia kichefuchefu mie. We mie we muza supu, usiniendeshe supu hapa Mpemba kasha nasa <coughs> Baby una little... Jonja muwacha, bebi, leo ndo unaenda kuvunja rekodi. Maana kila siku naomba safari ya kinyemela mkutane na weye. Yule kicheche mwenye shepu kachura dume ndio alikuwa ananikosesha nafasi mie. Basi baby usumie Baby, I'm sorry. Sikujua kama hizi promotions zitatokea leo ila leo tutakuwa huru baby. Si unajua tena yule mbwa mwenye minywele kama mizimu ya jangwani hata tufuatilia. Hata hivyo bibi na mimi nitakuwa huru leo maana yule binti mwenye upara kama kuruta wa JKT alikuwa ananibana sana. Oh, no, no, no, no, no, no. Ndio ulimshauri anywe upara. Nimemshauri wapi? Yule ana matatizo ya kutokuota nywele na nywele zake hata zikiota ni kipilipili. Kwa hiyo akaona ngoja ya nywele tu upara, waje mwanamke mwenye kipilipili sisi wenye nywele zetu kutuona. Bebi mimi ni kuhakikishi yetu kwamba ile kupo haita domo, yule mwahindi ni mcharuko

Shogaki na Mama Kimbo nyanda na kutela, alafu nanipandisha mashetani yangu ya Kisukuma. Unajua nitakutukana matusi ya nguoni na bichwa lako hilo, kama belika la chooni. <coughs> <coughs> Sijui niliwaza nini tu nikamwacha mme wangu Mpemba nikaja kwako kwa eli. Baba hapa eh? <coughs> <coughs> Tunaongozana wote hadi kwa Mpemba, hapa tunaongozana wote hadi kwa Mpemba, naenda kuukabidhi kwa Mpemba, mimi namchukua mke wangu Abebi, mbona waonekana una mawazo, shida ni nini? Niniabi, mbona waonekana una mawazo, shida ni nini? Hivo mwanaume unajua unakunywa ha, na pombe hadi had unaa. Kwa hiyo uli ulikuja hapa ili uniachishe pombe? Kwanza kupika biliani huwezi, yafanye nimkumbuke mke wangu. Hiyo we umeweka upara tu kama mfua vyuma. <coughs> Apotelea mbali, mi leo naondoka, naenda kwa mume wangu. Mwema kweli nakuja kwako. Mimi mwenyewe mwenye nashangaa, kumwacha mke wangu bado mbichi mbichi yule mrembo na kuja kudeti na wewe bibi kizee. Au umeniroga? Mimi sijazoeaga, mbona nakudeti na watu wenye rasi <coughs> <coughs> Alafu matusi hayo binti, nitakugonga makofi nipeleke maiti kwa Mpemba. Ati upeleke maiti? Ona, unajua nimeolewa kwa shinga. We baba, mbona nifata nyuma nyumanyuma kama mbakoko? Niache mimi niondoke Hap <laughs> Hapa tunaongozana wote hadi kwa Mpemba, unaenda kukukabidhi kwa Mpemba, mimi namchukua mke wangu sasa. Bebi, mbona waonekana una mawazo, shida ni nini, nini? We baba, mbona unanifata nyuma nyumanyuma kama mbakoko, niache mimi niondoke. Okay. Hapo wako mguu wangu nikakukabidhi kwa Mandevu na mimi nimchukue mke wangu, na wao wale waja nahisi wameshindwana, maana ule mke wangu Mwahija mie namweza, mwenyewe mcharuko. Yani nyumbani kwangu hadi nimepamisi. Jamani, niache acho malaya sasa. <coughs> <coughs> <coughs> Akipala, unaniangalia nini? Njoo mchukue bwana wako, nimemchoka mrakaranga. <coughs> mimi mwenyewe ndo nilikuwa nakuja kwa mume wangu, nimeuchoka huu mzimu wako. Mwanaume anakoloma usiku kama nimelaa na katapila Mke wangu njoo tuondoke. <coughs> Yani mume wangu unajua ni lukumisi, mume wangu unajua ni lukumisi. Yani sasa hizo malaya ya kuisha, nikakaa nyumbani tu nitulie. hata mimi mke wangu nimejifunza mengi, hata mimi mke wangu nimejifunza mengi sana. Yule binti kanifunza sana. Yule pole. <coughs> Bebi wangu toka, uondoke wewe, mimi sijala biriani. Mimi nilijua, tu liaza, oh, no, no, no, no. Yule mwenye upara kama mwanaliaza hawezi kupika biliani amenitesa sana mie yule. Pole baby, pole ndio wache umalaya sasa. Pole baby, pole sasa.